Maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa wakisema, ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Itikia useme amen hili ni neno la ahadi ambalo limebeba maneno mengi ndani. Mungu anasema, maana nitakurudishia afya. Hii ni, ina maana kwamba afya inaweza ikaibiwa au afya inaweza ikapotea. Lakini anasema nitakuponya jeraha zako. Hapa tulipo wote, hapa tuna majeraha tofauti tofauti ndani kuna watu mmejeruhiwa na ndoa, kuna watu mmejeruhiwa kwenye biashara, kuna watu mmejeruhiwa na watu wengine, una majeraha ndani ya nafsi yako. Wengine mmejeruhiwa kwa sababu ulicherewa kupata baraka uliyotamani kuipata, kwa hiyo ndani una majeraha. Wengine majeraha kwa sababu ulifiwa na yule aliyekufa alikuwa mtu wa muhimu kwako, na kupatikana mtu wa kuweza kufanya replacement, au kuziba ile nafasi, kwa hiyo ulipata majeraha. Wengine umejeruhiwa kwa sababu umechelewa kuolewa, umechelewa kuoa, unatamani hiyo baraka. Fungua sauti yako, sema amen. Maana mtu azikudanganya akakwambia ndoa ni mbaya, atakuwa nakudanganya. Ndoa ni nzuri, ndio maana hata mimi mke ni naye na ukiniambia no, okay, niishi bila mke, nitakwambia haiwezekani. Kila mwanadamu anahitaji baraka ya ndoa, hata wale hawajaolewa hawajaoa sio kama wanapenda. Na mimi kama msemaji wa mbinguni, nafungua baraka kwako, Mungu akupe mtu akusimama na wewe kwa jina la Yesu. Ningepata amina mia moja zilizojaa, ningefurahi sana. Anasema nitakuponya jeraha zako. Kuna majeraha ya nani yasiyoweza kutibiwa na daktari aliyosomea chuo kikuu. Majeraha haya yanahitaji Yesu, peke yake anaweza kuponya hayo majeraha. Nikiwa naongea haya, nina jeshi kubwa sana la malaika katikati yetu, wanatembea, wameshikilia sindano za mbinguni wanapiga dawa moja moja, majeraha yako yapone leo kwa jina la Yesu. Inao mikono juu, usema eh, ee, Bwana niponye majeraha <coughs> nami nitapona <coughs> katika jina la Yesu. Wacha Mungu asikie makofi yako ya kishindo asubuhi ya leo. Majeraha ya ndani ni majeraha mabaya. Kuna watu wengine wameugua pressure, wameugua shinikizo kwa sababu ya kujeruhika, alikuwa na pesa, alikuwa na miradi, ikaanguka ghafla na watu wakaanza kumcheka, watu wakaanza kumwambia, tulijua, tulijua hutaenda mbali. Aliolewa kwa ndoa nzuri, watu walipiga vigeregere, ndoa imeanguka, watu wanamcheka, wanasema hehe, tulijua, hiyo sera ni mkwara tu, yako wapi? anajeruhika kwa sababu mambo yake yameharibika, hayajakaa vizuri, watu wanapangua uchumi. Afya zinapoharibika, mtu alikuwa mnene, amependeza, amekonda ghafla, anapata majeraha ya ndani. Alikuwa na watoto, amekufa. Alikuwa na mimba, watu wote walimuona amebeba mimba, ghafla imetoka. Watu wanauliza mbona unazalia chooni? Anapata majeraha. Alikuwa amejenga nyumba, akafilisika, kaiuza akaenda kupanga nyumba za kupanga, anajeruhika ndani. Hapa tulipo kuna majeraha ya design. Kwa upako maalum wa Roho Mtakatifu, pona majeraha yako kwa jina la Yesu, pona majeraha yako kwa jina la Yesu. Naongea na wewe kwa Kiswahili, nasema hayo majeraha yapone kwa jina la Yesu. Uwe na moyo mkuu kwa jina la Yesu. Kwa sauti kubwa sema eh, Bwana rejesha, rejesha baraka yangu iliyopotea, iliyoibiwa, iliyoshikiliwa. Oh, Bwana naomba urejeshe, katika jina ya Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mpe Bwana vigeregena makofi ya kiwango cha juu kwa jina Yesu. Anasema nitakurejeshea, si ndio? Kuna wimbo wana wanaimba nikurejeshe nikurejeshe oh, sindio? Anarejesha ikiwa naongea hivi, kuna malaika wanashughulika na wewe, wanarejesha baraka yako. Mimi naona malaika hapa katikati. wako anarejesha wako anarejesha wako anarejesha, wako anashughulika na biashara yako kuna malaika wametuma pale nyumbani kwako wanarejesha mali iliyopotea. Kuna malaika ametuma ndani ya damu yako wanarejesha damu, sio na virusi vya ukimwi. Kwa jina la Yesu hivi virusi vitapotea. Kuna malaika wako wanarejesha kilichopotea. Inua mikono, piga kelele pamoja na mimi, sema e Jehovah, rejesha Jehova, inua mikono, naona sauti yako haiji, wa walikuibia sauti, wachawi walishabeba sauti, sema hey, Jehova rejesha baraka yangu, yangu na irejee leo kwa jina la Baba Jile na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana sikee makofi yako na vigeregere kwa jina la Yesu. Anasema nitakurejeshea sasa, ukiwa mbele ya mtu mkubwa halafu anakupa ahadi, anasema nitakujengea nyumba, nakupatia hiki, nakulipia mahali. Wewe unayoahidiwa unaendelea kununa, unakasirika, unataki ufanyeje? hawezi kushana uongo, hawezi kudanganya watoto wake, hawezi kudanganya watu wake. Amesema atarejesha, sema atarejesha. Hapo, mbona sauti hazitoki? sema atarejesha. Haleluya, amini, sasa atarejesha. Shika mkono jirani yako, mwambie Baba wa mbinguni amesema atarejesha chochote amepoteza. Anza kuwa na amani, anarejesha mara moja. Mtikize kidogo, mwambie anarejesha. Bwana, mwambie atakurejeshea ajira yako, atarejesha ndoa yako, atarejesha watoto atarejesha uzazi, atarejesha ajira yako. Muulize, unapokea? Amesema atarudisha, amesema mimi. Sioni kama atarudisha kesho na kesho kutwa, naona akirudisha leo leo, kwa jina la Yesu. Leo leo unarudishiwa afya yako, leo leo unarudishiwa ajira yako, leo leo unarudishiwa biashara yako, leo leo unarudishiwa marafiki uliowapoteza. Inua mikono yote, sema baba baba, sema baba baba, rudisha baraka zangu walizoiba wabaya, kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Nataka vigelegele pasue anga, kwa jina la Yesu. Atafanyeje hivi? Nikiwa naongea, taratibu za kurudishia zinaendelea. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Huwezi kuahidiwa na Mungu wa mbinguni, halafu naamkia kwa mganga, mganga niangalizie wewe, umerukwa na akili Achana na waganga, sinaongea na watu hapa, haiwezekani. Mungu anakuambia ni takurudishia, elewa. Anayesema atarudisha ndiye mmiliki wa afya Amen. Yani, matumbo ya wanadamu wote duniani ni ya kwake, vichwa vya watu wote duniani ni vya kwake, kila kitu chako amesema atarudishia, atarudisha amesema, na anakwambia mchana kwa maandishi Yaani haongei ya kwa maneno, kwa maandishi. Unajua ushahidi wa maandishi una nguvu. Ameandika kwenye Bibilia, nitakurudishia afya. Mimi nasema Mungu hawezi kudanganya, utarudishiwa afya yako yote katika jina la Yesu le hai. Atakurudishia uzima wako, atakurudishia tumbo lako lisio na magonjwa, atakurudishia kiuno kilichokupiga kelele wala kuharibika, atakurudishia miguu isiyohitaji kwenda dakitari Bugando, atakurudishia Bwana wewe yeye ni Baba mwenye vyote, mpatie makofi vigeregele, shangwe na nderemo kwa jina Yesu, atarudisha. Hebu sema, amesema atarudisha, haleluya. Hakuna cha kumzuia kufanya nini? Ino mikono, sema Baba, rudisha, rudisha, maana ni ahadi yako Manani. Rudisha pesa, rudisha pesa, mikononi mwangu Rudisha amani, amani ndani ya moyo wangu rudisha nyumba, rudisha ajira, rudisha miradi Baba. Rudisha. Wewe ni Baba. Rudisha. Naomba Baba utende Rudisha. Kama ulivyosema, nirudishie nami nitakutumikia wewe kwa jina la Baba. Rudisha. Rudisha. na la Mwana na ya Mtakatifu. Makofi yako mazuri kwa Bwana mikono yako mikono yako mpe mikono, Mungu mpe, mpaka furahi, mpe vigeregere, mpaka shawishike kuanza na wewe. Nitakurudishia afya yako, mnonielewa? Mseme amen. Na kaongeza nitakutibu majeraha, majiraha yote. Halo, kuna nyakati watu wanajeruhiwa Naona kama duniani hapafai tena, sababu mambo yameharibika, ameharibika. Afu afu wale watesi wako wanacheka <laughs> <laughs> Tulijua. <laughs> tulijua. <laughs> Yaani, wao wanacheza muziki kwa kuharibikiwa kwako, unajeruhika tena, ukiweka ugali ukiweka huku na geuza kwa huendi. Ndio kipindi ambacho watu hupata madonda ya tumbo, wengine msongo wa mawazo, wengine pressure inapanda mia themanini. Wengine mguu mmoja anaanza kukataa, mwingine anaanza kusikia macho yaoni, kwa sababu ana majeraha. Yale majeraha yanaondoa amani na moyo wa chakula unapotea. Mungu anaelewa maana yake, amesema nitakutibu majeraha. unajua <tipi> <tipi> <tipi> ni kuhesabia maeneo yanayojeruhi eneo eh, la kwanza linalojeruhi ni eneo la mahusiano. Eneo gani? kuna mtu alikuahidi eh, eh, eh, kuoa tena nakuvisha na pete, halafu kesho anakuambia umbwa we unanifata ni, ni nini, lazima ni chenzi nini kinatokea moyoni? Anajeruhika, yaani aliniahidi E, ameniita umbwa. Hebu mgeukia jirani yako, mwangalie usoni, muulize hujawahi kutukanwa na mpendwa wako, alafu <laughs> mchekee kidogo <laughs> Biblia inasema nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wamekuita numbw ngee, wamekuita wame. Kuna watu hapo, namaliza, hata siku nzima hakuna anayekupigia simu na simu na moto inasoma mtandao hauna naye kutafuta, utachaji mwenyewe mpaka chaji nai, mpaka simu naiacha jikoni, utaikumbuka kesho, haitafutwi wewe. Ni mwenye kutupwa. ana na shida na wewe halo. Shika mkono jirani yako, mtikize kidogo, muulize jana ulipigiwa simu na watu wangapi? Inabidi wewe ndio uchukue kazi mwanze kuwabipu. Unapiga umeshikilia kale kabata nikakukata simu. Ifanya te unakata. Na bado akijia sema ah, hivi naye msumbufu. Hawapigi. Wamekuita mwenye kutupwa. Ina mikono juu. Ina mikono juu. Sema wale wote walioniita mwenye kutupwa kuanzia leo napanda thamani, watanitafuta kwa gharama. Mimi sema mimi Mungu atanibadilisha, nitakuwa msaada kwao kwa, kwa jina la Yesu. Piga Bwana makofi, piga mikono kwa Yesu, piga mikono kwa Bwana yeah. Mama mmoja alikuwa ameumwa, alikuwa Bugando, amelazwa kwenye kitanda alicholazwa, hakuna naye kuja kumuona jirani yake, watu wamebanana wengi

kwa upande wa kaki ili utapanda zamani kwa jina la Yesu. Watu watakutafuta kwa gharama, watu watakupigia simu kwa gharama, wataweka vocha kwa sababu yako. Pokea ya kupanda kiwango kwa jina la Yesu, pokea ya kupanda kiwango kwa jina la Yesu, pokea ya kupanda kiwango kwa jina la Yesu. Leo hai kama napokea, punga mikono, sema amen, amen, amen, amen.